Ni nani ambaye amekutuma kwenda kumfanyia fujo mke wangu mimi Razizi wangu mimi mahabubangu mimi mke wake na na Narabuku Bey Bey? Nilijua kabisa kama mimi nitaolea pale na nilikuwa na imani hiyo kabisa. Leo huyo umekuja kwa mwanamke mwingine, kwani mimi sifai? Au hapa tuzungumzie maswala ya kwamba ulijua kwamba nilivyoacha mke nitakuwa wewe. Hapa nazungumzia ni kwa nini umeenda kumfanyia fujo mwanamke wangu mimi hmm? Ulitumwa? unajielewa wewe? sijapenda hata kidogo Bey. kwani na mi naule mke, tuna tofauti gani? Mbona mi nakupenda tu, kwani mi na kasoro gani? Bey, tofauti ipo Sakina, tofauti ipo. Yule ni mke wangu wa ndoa wa halali, ubani umekwenda juu, Mungu anatambua ndoa yangu, lakini wewe sijakuoa. Kwa hiyo jishikilie na usijifananishe na mke wangu. Na kwanza ulienda na nani? Nakuuliza swali, ulikuwa na nani mpaka mkamletea fuja mke wangu hmm? Sasa nakupiga marufuku na nakupatia onyo la mwisho Ikijirudia tena umefanya kitu chochote cha ajabu kwa mke wangu, mimi na wewe ndio itakuwa basi. Itakuwa basi, Sakina. Kuna nafasi tatu zimebaki tatu, pambania na wewe upate ya kwako, si unanielewa? Sijapenda ambacho umekifanya, sijapenda hata kidogo. Kaa mbali na mke wangu mm.

sijawahi kukutana na mwanamke kama wewe yaani, tangu nimeanza kuongoza katika hii kata mm -hmm. Sijawahi kuonana na chuma kama wewe ah, dada, wewe ni mzuri jamani, yaani kweli Mungu fundi na Mungu anajua kuumba, basi tu binadamu sisi atuna shukurani, lakini wewe dada umeumbika zamani. Weti unaitwa nani? Oh, mimi naitwa Zora. Unaitwa Zola, Zola, Zola, Zola, Zola, Zola, Zola. Zola, weye hapa ni mtoto wa nani huh? Kumbe wewe ndo mjukuu wa mzee Juma ambaye alizaa na mtoto wa Kisomali ni wewe. Ah, asante Mungu. Ah, kweli Mungu unanipenda, ilami kwa bahati mbaya sikupendi. Mungu msamehe kwa kwaya nitakayafanya, binti Nimefurahishwa sana na wewe na nimefurahi sana kukuona. Kwanza najiona kaa nimekutana na bahati, kwa sababu bahati kama hii eh, ni mara chache sana kukutana nayo watu wazima kama sisi. Sasa labda nizungumze kitu kimoja, katika watu ambao wana hela katika huu mtaa ni mimi. Mimi kwanza ni aliwatan, naitwa Kibonge Maele tipwa tipwa, mvivu wanya ni mimi huyo. <laughs> naishi mitaa hii na kitu ambacho haukijui na uongozi serikali yote nimeweka hapa hapa, yaani serikali yote. Mama nani wote wananijua, kina mama Juma kina mama Hasani wote wananijua mimi nyali wata ni na cheo changu. Haya binti nisijimlimbo sana, mwisho wa siku nikakosa baya na pwani. Mimi nilikuwa na ombi moja kwa upande wako, kama hautojali. Si unajua wewe ni wa kiume, mimi ni wa kike. Hakuna kitu ambacho kinashindikana. Nilikuwa naomba mawasiliano yako yani namba yako ya simu na iyomba we, mwamu e, mwamu vipi semu? <laughs> Shem kama semu. Ni mimi ndimi <laughs> yani <laughs> unadadako mzuri na usemi we, ebu koma weewewe we koma, koma. Mimi uso ndugu yangu simjui jui yani jui, hatufahamiani ila na jambo langu Eh, eh. Okay. <laughs> ni, ni na taifu zangu hizi hapo leo. Kwa hiyo huyu sio dada yako? Aa, Mungu anipe mimi makmuga Narabuku Bey. Yani, nimekutana na toto uzuri, toto limenyoka, toto kipotabo, akicheka aka na mwanya. <laughs> familia safi hapo. <laughs> hapo kwanza Narabuku Bey. Uyaonayo hapa na uyasikiayo hapa uyaache hapa hapa, uyache pita na zako babu, usiniharibie mingo zangu, mi nimetega hapa. Pita na zako genge, genge, genge letu chiziwe. Hebu kaa kimya, anapokuwa anaongea shemeji yako, ni mumeo, kaa kimya, tuulizana. Ah, mama, mimi naitwa Bey na wewe ukipenda niite Narabuku Bey. Ni mwenyekiti wa magenge haya kwenye kata nzima hii ya Twangoma, na sasa hivi nimeenda mbali, muda wote natangazwa kuwa mwenyekiti wa magenge yote Dar es Salaam. Nikitoka hapo namaliza Tanzania nzima. Bey mimi kwa hiyo utakapokuwa na mimi <laughs> upo na bonge la bwana, mtu wa maana, uteseki njaa kwako, zitakuwa zitakusikilizia <laughs> zita tu kwenye bomba mama. <laughs> kwa wazefu ambao nimejitambulisha, wewe unaitwa nani? Mi naitwa Zola, unaitwa Zola. <laughs> jina lako limefanana kama mcheza mpira wewe, kotwa Zola alikuwa natia miti alikuwa ah, na tia michi mbona ah. Pale IPL palikuwa panachimbika, palikuwa pana waka moto. Jina lako zuri mama, jina lako la superstar, jina lako la star limefanana na wewe kabisa mrembo ah. One minute my dear, can I give you a number? Oh, oh, wewe, kingereza meanzalini babangu English is not not complicated. It's not bad. It's not hard. English is easy, man. Ah, oh, kuo go uone mengi. Unaongea ngeli mbele ya demu. Yes, of course. <laughs> Me, o me, me, English na me is damn damn. So it's bloody bloody. So take your time. Shut up. Shut up your mouth. Okay, Mazofanta.

au tia bando mda wote tunapiga ma video call, tunapiga ma video call, tunajirekodi au kisha tunajipost. Sawa mama, ili tambo ili mama kaleta dada yangu ida ya album pemba kama gizisia na ana ya ikipini limetoka zake nje limekuja na tambo. Sasa hivi na tambo langu ni mwendo wa kwata kwata, najisnap tu mama. Kwa hiyo anytime call me anytime. Okay, mami Elaaapamongea maneno wanaoka skiza wataki maneno wanataka hela eh, na hiki ambacho wamekisikia hapa. Ole wako ukamwambia dada yako utatuta. Yaani kwa hili sina kaba, kwa hili hasina kaba, yaani hili sina kaba, winji winji eh. Sawa, nitakufanya kama ambavyo unawafanyaga. Mama niite Narabuku Bey, itakuwa meisha. Mimi huyo, uwezi kuniharibia mingo. Unajiona kidume mwenyewe, nakuambiaje? Bei bai, umbea siwa vitu vyangu, lakini kwa hili hacha tu nipate dhambi, sina kaba. Wewe tunajifanya bei baridi, nitaishi na wewe kibampani, kibeibei. Yani zaidi unyama tu, dudu. Kwa nini bwana? Uujini au ah, ila wanawake wanatamaa kweli, pesa ndo kila kitu, mapenzi pesa. We msomali Omari, we huyu kamtaka yule yule, kamkata mara kaenda kwa yule, mbona ni bala? Aiye, hakuna mapenzi anatindaniagenge hauna pesa, mbona utaonekana mse ushiriki na umetawala? aiwe si Baba, vipi ukinikwanya mkono su so, kwanyuke mkono tu, nataka ni kukwanya hiyo shingo nikuvunje ufe. ioili ni nyumbani kwetu, nyumani wetu. amekwambia nani utoe miguu yako na mikono yako hiyo yenye najisi, ukamshika mke wangu na kumtishia nyau? Alikutuma nani? mke wako tumemtishia, tumemtishia, tumemwambia ukweli. Ukweli upi ambao mmemwambia? Ukweli upi u wewe baba wajito akili na labuku wajifanya mnazwe. Yaani kwa mambo yote ulifanya hapa tua ngoma. Sisi tukuwaachie tukiraistaiz kutuletea kijana mke kama kile. Yaani afadhali ungeoa mwanamke huyu hapa. Tukimwangalia atasema he jamani tukanipe mmetupumzike. Sika ndo kitu gani? Sikiliza nikwambie vizuri Rukaiya. Unajua wakati sisi wanaume tunapotaka kuoa, huwa hatuangalii shepu, hatuangalii sula, hatuangalii sio naombo gani, sijui wewe. Unalitula <laughs> aah ha -ha, tunaangalia hapa kwenye ndonga kwenye akili, ndio maana nimeoa. Sasa tafadhali, usinipandisha wagango wangu wauku watoke. Wamiapa marufuku kumgusa mke wangu. Oho wewe! <coughs> kwa hiyo sina akili? Zimetoka wapi? Umezipata lini? Sasa sikiza nikwambie, yaani inaitwa Aishi mpaka Aishi, kama mapambano ndo kwanza yanaanza, huyo mwanamke, kwa sababu sijakushtakia macho makavu Yaani safari inaokuja, popote nitakapokutana naye kitu takachona kumfanya. Na rabuku he, atakuja kwako, analekana kwa anatambaa. Haiwezekani hii pesa zangu ziende hivi hivi. Aishi mpaka ishi, na mimi ndo wakuimaliza hiyo ruka ya kipini. Kaa mbari na mke wangu, sitaki shobo na mke wangu, yule ni mke sio awala mm, na rabuku kubababake wa ruka ya kipini Koma koma koma, ukomae, utafute bwana uzae mapata. Mtizame kwanza, yani anakuja mtaani kwangu hapa anatamba kama kitu gani, alafu le baba anajifanya zonto. Yaani kila mtu hapa mtaani anajua anamweza. Sasa safari nitamkomesha, yaani nitahakikisha nafidia ya pesa zangu zote nilizompa na muda wangu. Eti upate bwana uzae? kwani singesema nizae na yeye Hili limeniuma. Hili limeniuma. Kumtaka yule yule, yule kamkata mara, akaenda kwa yule mbona ni bala aiye, hakuna mapesa na tindani agenge, hauna pesa mbona utaonekana msee. Yaani, kiukweli, katika haya maisha ni bora walinyama kuliko walimwengu, na kwa sairi hii yamenifika hapa na naamua kuyatoa nikavumilia huu ujinga. Wewe tena kuja hapa hivi, hichi ambacho unakizungumza, unakisikia vizuri kwenye masikio yako au wakiingii vizuri akilini? Kwa hiyo kazi tumekupatia wenyewe, leo hii unakuja kuniambia mimi nisifika nyumbani kwako? Yani unaungana na mumeo eh? Ah, kweli nimeamini ya wahenga wayasemayo, pata pesa tujue tabia yako. Leo hii unaambia nisifika nyumbani kwako maliku wako? We una akili kweli? He? Eh? Eh, he eh? He? Umeo yupo hayupo? Ha yupo, ni mwachoko gengeni. Nimeenda nimemfata ni na chakula pige kula. Nimemfata, anambiaje ona dharura sijui, situ naenda kumula rafiki yangu, uwe tangulia nyumbani. Ndio namsubiria hapa. He he, he he, jamani? Kwa hiyo umekaa hapa chini kitako, unamsubiria Narabuku Bey, kwa ajili ya kula naye chakula. Hivi we una akili kweli? Mie mgeni nani nimefika hapa, hata sionekani maskini ya Mungu, anaonekana Bei ambaye hayupo. Ta kweli nimeamini nyota yangu iko mbali. Nasemaje, hicho chakula hicho kakitoi, ukilete hapo kwa mgeni nani kwa ajili ya kukibamiza nikitafune vizuri. Mumeo chizi tu, shenzi shangazi yako Kibiti, shenzi shangazi yako Mkulanga, shenzi shangazi yako na Lusembe uko Bagamoyo, mbwa wewe, mbwa wewe, mshenzi wewe. Ah, amna shemeji, umwamu huyo. Salaam aleikum. Waleikum salamu warahmatullahi taala wabarakatu. Salamu ya Mwenyezi Mungu nimeitikia tu, lakini ni kene kupangia zesheni hapa, ungejuta. Haya. <laughs> umefata nini nyumbani kwangu? kenge wa blue wewe, kenge wa pinki orenji, kenge <laughs> wa njano <wewe>, lang... <laughs> langi kama yanga yangawe. Ah, mke wangu Huyu si imeshampiga marufuku anatakiwa kuja hapa kwa password na ajisikilie kitu gani ambacho kimemfanya amekuja hapa bila kufuata utaratibu. Kasema ana shida na wewe, ndio maana akakufuata hadi hapa nyumbani. Oh, mwana, mwambie ukweli mwashemeje, mimi nilikuwa napita kwa bahati mbaya nikakutana na Joni nikaona ee, hey, hey, hapa mimi sikuwa ndugu yangu kwa muamu lazima nija angalau nitabaruku koo oh, nimekuja hapa kwa ajili ya kumtia mkia. Eti kumtia mkia, kumsalimia huyu? <laughs> hey, dada yangu, tumeingizana, nimekuingiza. Yani we mambo uko mtaani unataka kueleta hapa, si ndiyo? unaleta zeani kimongemaele, si ndiyo? <laughs> sasa leo <laughs> umeingia kambi ya masoja afu umejamba umestua maadui. Mke wangu, chakula mm, si kimekuiva? Hey, basi kakiandae, kakipakue. Ukisha kimaliza kukipakua, kiweke sawa, naongea na shemeji kidogo. na kuja, mke wangu, nakuvunja mikono. Unamshika mke wangu akiwa kwenu huko, ndo mali yenu. Akiwa hapa mke wangu anataki kuguswa na mtu yoyote yule. Sasa hapa utajuta. Wapi utaki nini? nende wapi? we baba we kibonge maile, nifate na kujua tabia zako waninuwaje? hapa wakati ndugu yangu kaingia ndani, kibonge maile, unanifata unifate, nyanyuka juu, ushiriki na umetawala